Ile lea, hizi ile lea zote zimetengenezwa, nasema ni lipid bilayer, yani mafuta yamezunguka zile seli ile kuweza kuhakikisha kwamba kinachoingia kimepimwa selective, yani lazima kipimwe kinachoingia ndani na kipimwe kinachotoka ndani. Kwa hiyo yale, yani mafuta hayazuii kitu, hayaruhusu ay, kitu kuingia ama kutoka bila kupitia kwenye channel inayotakiwa. Lakini kama chakula ni cha mafuta mafuta, ama chakula kina sulfa, kinapenya kwenye ile bilayer, kinaweza kikaingia moja kwa moja. Sasa kinachotokea ni kwamba kwenye ile seli ya mwili kuna, kuna, kuna mafuta mengine yanashuka yanashuka yameunganishwa na wanga ili kuweza kusaidia ile function ya seli ifanyike, yani ni component component ya ile seli, kwa maana ya ile, ile wanga ni component, ikiungana na mafuta glycolipid, ikiungana na protini glycoprotein zimekaa pale katika kuhakikisha kwamba ile seli yako inafanya kazi vizuri, na hiyo function inakuwa ni haipo kama wewe, kama wewe hauna wanga wa kutosha. Kwa hiyo ngozi inaweza ikawa pia imekakamaa. Of course unaweza ukawa na mafuta, lakini hauna wanga wa kusaidia ile function ya seli, na unapokuwa unafanya kazi, kwa mfano seli inafanya kazi, potasiamu inatoka nje, sodium inaingia ina, ina ndani. Unahitaji energy ambayo kwa haraka kabisa inatoka kwenye wanga. Hatupasi kukataa wanga kabisa, hatupasi kukataa wanga kabisa, na nawashauri wale ambao wanafanya mazoezi, fanya mazoezi ya ngumi, mazoezi ya kukimbia. Stata, stata ya energy, energy stata ile, kama kiberiti cha kuasha fya ni wanga. Jamani, Bwana Yesu so asifiwe sana. Alafu wanga unapowasha sasa, unapowasha ile taa au unapowasha ule umeme, baadaye prosesi nyingine zinaendelea, unaweza ukakuta fati ikaja huko mbele, fati kaja huko mbele, lakini wanga umeanzisha ile prosesi. Wanga una kazi ya kulinda misuli yako misuli. Kuna wengi hawali wanga, kwa hiyo mwili unaanza kula mafuta, kimaliza kula mafuta, unakula protini. Kwa hiyo unakuta mtu He, unakuta mtu yaani, miguu inaisha ni miembamba, inazidi kuisha tu, inaliwa tu, inazidi alafu na nguvu inazidi kupungua, kwa sababu mwili unaanza kujira. Ndio ukijira unakula mafuta, baadaye ukiona mafuta unaanza kula protini. Kwa hiyo unakuwa unakuwa hauna misuli ambayo inatakikana, misuli ambayo iko imara kwa kazi. Kwa hiyo hata wale ambao wanafanya mazoezi, wanafanya kazi ngumu Inabidi uwe na wanga. Wanga inasaidia kujenga misuli.